Tunatambua kwamba kwa msaada wa Mungu na ushirikiano wadau, changamoto hizi zinaweza kutatuliwa. Kutwaliwa kwa eneo la chuo na serikali. Serikali kupitia jeshi la wananchi Tanzania, JWTZ, ilitoa taarifa ya kutoa eneo la chuo cha Moonshine Training Institute hapo mwanzoni mwa mwaka 2025. Taarifa hii ilisimamisha shughuli shughuli na mipango yote ya kuendeleza chuo katika nyanja mbalimbali kama vile ujenzi, ukarabati, ithibati na masoko. Nimesikiliza risala ya chuo. Risala iliyosomwa na mkuu wa chuo na nimeenda moja kwa moja kwa changamoto ambayo mnayo sasa. Ninaomba niende moja kwa moja kusema kitu juu ya eneo la leno la chuo ambalo limetwaliwa na Jeshi la Wananchi Tanzania. Ni serikali hii, ni lazima hili eneo tuliachie, lakini kama mnavyojua mambo ya umiliki wa ardhi uko kisheria zaidi, na umiliki wa ardhi huu uko kisheria, na kuna baadhi ya vifungu ambavyo vinatakiwa kufuatwa ili kuhakikisha mmepata fidia. Sasa kwa sababu ni jambo muhimu, naomba nilitoe kama alivyoandikwa. Mheshimiwa mwenyekiti wa bodi, mchakato kulipia fidia eneo eneo lililotwaliwa na jeshi. Utoaji wa ardhi na ulipaji wa fidia katika nchi yetu unasimamiwa na kuratibiwa chini ya sheria ya ardhi kama sheria ya ardhi ya vijiji, sura namba mia moja kumi na tatu mia moja kumi na nne na nne na mia moja kumi na nane ya mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa kwa marejeo ya sheria ya mwaka ishirini kumi na tisa hapo ndipo tunapotii sheria na hii sheria ndiyo imejikita kabisa katika mchakato wa ulipaji fidia na namna ardhi itakavyotwaliwa lakini pia ardhi kwa maslahi ya mapana ya taifa a vifungu hivyo na sheria zilizosoma uthamini na usajili wa wathamini namba saba ya mwaka ishirini kumi na sita, pamoja na kanuni za ardhi za vijiji za mwaka ishirini na moja ishirini ziro moja ishirini yaani na moja mwaka ishirini na moja nadhani inaeleweka hiyo. Lakini tuna kanuni ya ardhi ya mwaka ishirini na ishirini na moja na kanuni ya uthamini wa usajili wa tathmini za mwaka 2028. Hivi ndivyo vifungo ambavyo vinatumika katika kuhakikisha mchakato wa ulipaji fidia wa eneo lililo twaliwa na jeshi linafanyika bila kuleta mgongano kati ya serikali na yule mmiliki wa ardhi hiyo. Aidha, mchakato wa utoaji wa uthamini wa ardhi kwa msingi wa ulipaji fidia unasimamiwa na sheria na kanuni ambazo zimeainishwa katika tangazo la Serikali namba 136 la tarehe 23 mwezi wa 3 2018. Katika kanuni hizi kumewekwa utaratibu wa hatua ambazo zinatakiwa kufuatwa kabla ya kuhitimisha mchakato wa utoaji na ulipaji wa fidia ya ardhi. Hatua hizo zimefafanuliwa katika kifungu cha sitini na moja sitini na nne ibara ya kwanza kwa kanuni za uthamini za mwaka ishirini kumi na nane kama ifuatavyo kwa mpangilio. Ni kwa nini nawapitisha katika sheria hizi? Ni kwa sababu chuo chetu kinahitaji kusonga mbele, kinahitaji kupanuliwa lakini eneo kwa muda limetwaliwa na serikali. Kwa hiyo nasema hivi ili mwelewe, kwa sababu fidia mtapata, lakini katika mchakato unaozingatiwa na sheria zilizowekwa na nchi. Namba moja, kwanza ni utambuzi wa maeneo yaliyopendekezwa kutwaliwa na kubaini mipaka ili kujua wahusika na idadi ya wamiliki wa, wa maeneo hayo. Hakuna mchakato wowote unaoweza kulipwa fidia kabla eneo halijatambuliwa. Lakini pia ni wa, wa, wa, wa, watu wangapi waliomo katika lile eneo, ni majengo mangapi yaliomo mule, ni miti mingapi iliyopandwa. Kila kitu kile kinafanyika kwa minajili hiyo, lakini pia kuadilisha wahusika, yaani wamiliki wa eneo viongozi wa maeneo hayo pamoja na mamlaka na wadau wenye wenye maslahi katika eneo husika, ili kuwafahamisha madhumuni, faida na taratibu zitakazotumika kulitoa eneo hili. Kwetu sisi eneo limetolewa na jeshi, na mnajua na mnajua faida la kuwepo, kuwepo hili jeshi hapa, si ndio jamani? Kwa hiyo tuendelee na taratibu hizi, lakini pia kufanya kikao na mikutano ya kuelimisha wadau wakiwemo wahusika ili kujadili kanuni na taratibu zitakazotumika katika zoezi la utoaji wa ardhi ili kila upande upate kuelewa na kupata haki yake. Mheshimiwa Mkurugenzi, kama ni haki yako utaipata, kwa sababu sheria ziko wazi. Lakini pia utapata eneo lingine la kujipanua. Hilo eneo linaomba heka hamsini, utalipata, utalipata mkurugenzi. Jamani mpige makofi kwa wingi, kwa sababu nahitaji hiki chuo cha kati ambacho kiko Ngara kiwe kikubwa na kiwe na mambo mazuri sana, kwa sababu ni watoto wetu wengi wanaosoma hapa, lakini pia mtoaji wa ardhi kujulisha mamlaka nyingine zinazotakiwa kuhusika katika kuongoza mchakato wa utoaji ardhi, kama mamlaka ya upangaji, utawala na wataalamu wa uthamini. Kwa hiyo wataalamu watakuja, watafanya uthamini na kama hawajaji, watakuja kwa sababu hili linajulikana kwa wote kwamba eneo hili ni lazima lipewe fidia mthamini kufanya utafiti wa viwango vitakavyotumika ili kulipa fidia kwa kushirikiana wa na wadau, maandiko mbalimbali, viongozi wa maeneo, wananchi wa, wa, wa kawaida, thamani zilizopita na ku- kuidhinishwa na taasisi nyingine za serikali au makampuni binafsi ya uthamini, lakini pia mthamini kufanya kikao cha pamoja na mlipafidia waguswa wa maeneo na viongozi ili kuelimisha na kuwafahamisha kwa, e, viwango vitakavyopitishwa na mthamini mkuu wa serikali kwa ajili ya zoezi la uthamini wa eneo husika. Lakini pia kufanya kufanyika kwa zoezi ya utambuzi wa mali na mipaka ya la eneo ya mtu mmoja mmoja. Zoezi hili linawahusisha waguswa ambao ni wananchi, lakini viongozi, mlipafidia na mthamini. lakini pia mthamini kuandaa taarifa ya uthamini na majedwali ya fidia na kuyawasilisha kuya, kwa wananchi kwa ajili ya uhakiki taarifa zao zilizokutwa uwandani, lakini mthamini kuwasilisha majedwali na taarifa za uthamini kwa mlipa fidia kwa ajili ya mfanya uhakiki kabla ya majedwali hayo kuwasilisha kwenye mamlaka za uidhinishaji ambazo ni mtendaji wa kijiji, mtendaji wa kata, afisa ardhi mteule, mkuu wa wilaya na mwisho mthamini mkuu wa serikali. Lakini pia unafahamu mkurugenzi, yaani hapa najibu moja kwa moja hiye changamoto ya j WTZ kutaka kuchukua hili alizi